Rais Donald Trump siku ya Jumatano alitangaza aina mbalimbali za ushuru unaolenga kulenga karibu nchi zote ambazo Marekani inafanyia biashara nazo, akichukua nyundo kwa utetezi wa muda mrefu wa Washington wa biashara huria na utandawazi. Ushuru wa hivi punde wa Trump, ambao unatokana na msururu wa hatua kama hizo alizochukua tangu kurejea madarakani Januari 20, zitazikumba nchi ambazo Washington ina upungufu mkubwa wa kibiashara au zinazotoza ushuru mkubwa kwa bidhaa za Marekani. Mnamo mwaka 2023 uagizaji wa Amerika ulikuwa na thamani ya dola tilioni moja nukta moja zaidi ya mauzo yake ya nje. Hakuna nchi nyingine yenye upungufu mkubwa wa kibiashara kama Marekani. Ushuru wa usawa wa Trump pia unalenga nchi avile Syria, ambayo imekabiliwa na mashambulizi ya Israeli tangu kupinduliwa kwa Rais Bashar al-Assad Disemba 2024, ambayo inakabiliwa na uharibifu wa tetemeko la ardhi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Pia wanalenga uchumi ambao tayari unatatizika kusawazisha vitabu vyao kulingana na mikopo kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa kama vile Sri Lanka na Pakistan. Hivi ndivyo kila nchi itakavyolengwa hasa na ushuru wa Trump na sekta chache ambazo kwa sasa hazina adhabu. Ikumbukwe Trump alitangaza ushuru huo katika agizo la mtendaji pamoja na anwani katika bustani ya Rose katika ikulu ya White House siku ya Jumatano. Trump alikuwa akielezea Aprili mbili kama siku ya ukombozi. Katika agizo la utendaji, Trump alisema wakati sera ya biashara ya Amerika imejengwa juu ya kanuni ya usawa, ushuru, vizuizi kwa bidhaa za Amerika na washirika wake wa kibiashara vimeiumiza Amerika. Wakati wa hotuba yake Trump alitoa hoja kwamba Marekani inawatoza washirika wake kibiashara ushuru mdogo ikilinganishwa na ushuru na vikwazo visivyo vya ushuru ambavyo washirika huweka kwa Marekani. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi. Jina langu ni Shununa Haji.